binafsi yanashirikiana na serikali ya kitaifa kuendeleza miradi ya unyunyuziaji maji wa Galana Kulalu, mradi huu ukitarajiwa kupunguza uagizaji wa vyakula kwa kuimarisha uzalishaji na kuhakikisha upatikanaji wa vyakula nchini. Mkurugenzi mkuu wa Selu Africa Limited Nicholas Ambanya amebaini kuwa mradi huo tayari umebuni zaidi ya nafasi 500 za kazi huku akisifia juhudi za serikali kutatua changamoto zinazojitokeza kwa wanaoendeleza ukulima eneo hilo ikiwa ni pamoja na upatikanaji wa maji na nguvu za umeme pamoja na kuharibiwa kwa mimea na wanyamapori. Serikali ya kitaifa inapoendeleza juhudi za kufanikisha mradi wa unyunyiziaji maji wa Galana Kulalu, Mashirika ya kibinafsi yamejitokeza kushirikiana na serikali katika mradi huo kwa kuendeleza uzalishaji wa vyakula mbalimbali mbali. Hatua inayonuia kuimarisha sekta ya kilimo na kuhakikisha upatikanaji wa vyakula nchini. Wakfu wa nyumba ni moja kati ya mashirika ya kibinafsi ambayo tayari yameanzisha shughuli za kilimo kutumia njia za umwagiliaji maji katika eneo hilo. Kishor Patel afisa wa wakfu huo akibaini kuwa kufikia sasa wana ekari mia mbili za vitunguu na takriban ekari mia sita za mahindi na mihogo huku wakitarajia kufikisha ekari elfu tatu ifikapo mapema mwaka ujao some of the challenges which we are facing right now is one is the wild animal which destroys our crops and it comes regularly and there is power kenya power we don't have so we are running right now from generator power Mkurugenzi mkuu wa Selu Afrika Limited, Nicholas Ambanya amedokeza kuwa tayari zaidi ya nafasi 500 za kazi zimebuniwa kupitia mradi wa Galana Kulalu, akishabikia hatua zilizochukuliwa na serikali kupambana na changamoto zinazojitokeza eneo hilo ikiwa ni pamoja na ujenzi wa daraja katika mto wa Galana na mikakati iliyowekwa kuhakikisha upatikanaji wa nguvu za umeme. This project has largely benefited the local communities here. As we speak right now, we have over 5,000 people, 500 people, sorry, employed in this, in this project. And, uh, as we grow, we foresee project. Joel Tanui, afisa kutoka idara ya unyunyuziaji maji mashamba, ametoa hakikisho kuwa serikali itaendelea kujitahidi kuhakikisha upatikanaji wa chakula nchini akibaini kuwa wananuia kupunguza uagizaji wa, wa vyakula kupitia mradi huo, mradi ambao pia utasaidia kukuza taasisi mbalimbali nchini zikiwemo za kilimo pamoja na nguvu za umeme and we have a clear plan as a government uh, through the National Irrigation Sector Investment Plan on what we need to do in the next uh, 10 years to ensure that uh, there will be zero food import in the country. James Mwangi, Undugu TV.